So karibu sana katika Kish Vibes TV. So hii ni emission ambayo inaitwa your time. Your time ni kipindi ambayo ni mda wako. So hapa tunataka kuwapatia muda ya kuongea. So we start with DJ Nay. Habari yako DJ Nay, salamu So how can you describe yourself? Unaweza ukajisema aje kwa mtu mwenye akujui. Like cause wengi wanakuona tu kwa stage, wanaona oh DJ Ne, DJ Ne, so kindani zaidi DJ Ne ni mwanaume gani? Like you can start with your first name jina lako halisi ya yeah, majina yangu halisi naitwa Ndaishimi etwa Haslade. Mm -hmm. Ndio majina yangu halisi ila muziki ukanichagulia DJ Ne. Okay. Um Nimeanza natumika mimi mwenyewe ila nikaja kujikuta kwenye familia ya Babylon DJs. Okay. Ya, yeah. Naweza nikasema hivyo. Okay, kiufupi. So DJ Oshe. So na unaweza kujipresent aje kwa mtu ambaye akujui? Because wanaona, mm, this man is so handsome, you know. Sasa labda unakuwa unasikia oga kuku approach wanasema sasa huyu um, mtu tumeanzaje? Kiundani zaidi tabia yako ya utugusie sana sana wewe kwa tabia yako. Wewe ni mwanaume gani? Kwa majina naitwa Asinda Glodi Raul. Okay. Uh, lakini jina ya kazi naitwa DJ Oshe. Okay. DJ Oshe ni mwanaume iko simple. Okay. Wasiogopi. Okay. Wakaribie. ni Okay. mwanaume iko simple sana mm. Naongea na watu, mm -hmm. Iko fine, naza kusema hivyo. Okay, that's cool. So tunaenda kwa DJ App Mola. DJ App App Mola, Mola. Kwanza, unaweza kutuambia secret cause most of ladies huwa wanakuona unatembea like hizo miwani kila siku, tuambia kwanza, before kwanza udiseme. Hizo miwani kuna nini? Hauzi toshi ama umekuwa kama ule msanii wa Ufaransa anaitwa Gims. Kuna nini ndani ya macho yako? <coughs> Ah. Uh -huh. Mm -hmm. Bon, hizo miwani ilitokana lana... na nakutumika sana usiku. Okay. Unakuta DJ sana usiku unakuta tumika piko ile mataa okay. So, ya kucheza akutanile subuhi ukiamka okay. E, unaweza kuikuta unaamka mara pili, uliamka ya macho yamevimba, shida inakuwa ni nyingi kwa kut... kuona okay. Uko na miwani nyeusi ya okay. So tutaka kujua jina lako, alafu ugusie tabia yako kwa kifamilia katika familia in society, mula ni mwanaume wa hali gani? Bon, kwa majina ni peo na wazazi naitwa Tambwe Gabriel, okay. kwa jina la kazi ndo DJ Up Mola. mm -hmm. Bon, kiufupi Mola ni mtu mkimya, okay. aongei sana oh. na anaongea sana kwa mtu mwe wanazoeana oh, okay. ni mtu yuko simple mwerevu sana mm -hmm. Me... Watu wananiona ka vile niko mkali kwa sababu ukiniona kwenye ngoma natumika, na nikipita niko mtu siongeagi, na watu wanajuaga ngoiti Mola najivunaga najionaga. Ah, okay. Mimi ni mtu mwenye kupoa tu. Yeah. Cool. So nilitaka kujua nani alikuwa na idea? Mimi naona mko watatu, sijui mmoja yuko wapi, maybe ameshikana. Nilitaka kujua hiyo jina DJ Babylon, Babylon DJs. Nani alikuwa na idea na ilitoka wapi? Umoja tujibu. So, Babylon DJs, Okay. Hapa tuko na DJ ni, DJ Oshi, DJ Apmula. Mm -hmm. Na kuna mwingine anaitwa DJ Big Daddy, aka Z Refresh Mind. Okay. Alibaniwa na vitu vya kikazi vya pembeni ndo mara kuweza kufika. Okay. Na kutokana na jina ya Babylon DJs, yeye mwenyewe DJ Big Daddy ndo ameileta. Oh. Na kwa bahati mbaya naona hakuweza kufika. Okay. Me, hiyo jina ilikuwa ni idea, tulianza kutumika tuko wawili, ilikuwa ni mimi na DJ Big Dad, so ikakuwa ni project. Ilimaliza kitu cha mwaka na nusu, inaishia kimaneno hatutendi kitu o, Ikafika muda, kulikuwa na event fulani, tukakutana na ndugu zetu, tukatumika karibuni event tatu, tukaona tunatumika vizuri, tuko ndani na maelewano, connection inapita vizuri kama ukisema kwa nini tusianze sasa, ndugu zetu tukakaa chini. Unaona, unaona uku especially in Burundi ya, ukisikia neno Babylon, kama ni kitu ya kisazi, kisazi, you know, sasa how like na kwa nini mjipee hiyo Babylon? Of course sijui maana ya Babylon, maybe sikuweza kugoogle mapema, lakini nyinyi Babylon sisi huku mi nawafanya kama tu wengine watu wananchi, tukisikia Babylon tunasikia ni kitu ya kisazi kisazi, so yani nyinyi tukuona mko fresh, so mkipiga muziki mko fresh, lakini kikuja kwa jina mm, so why uh, naweza nikasema sisi kama Babylon tumechukua hilo jina Babylon DJs, kwa sababu unaona mtu akija kufanya kitu chenye kiko different yeah, na wengine yeah. Kuna mwenye atakuja aseme, ah, ule mtu wapi? Ushaona huyo atakayesema wapi, maana yake ashakuona Babylon mm -hmm. Sasa sisi tuko Babylon kwa wale ambao hawataelewa kazi yetu yeah, okay. Umeshaelewa yeah. Ila kwa wenye watatuelewa kiundani mm -hmm. Watakuja kugundua kwamba Hawa <laughs> jamani, hatari <Okay. laughs> eh, ni Babylon kwa jina uh-huh. Ila sio Babylon kwa kazi. So DJ Yoshe nilitaka utuibie siri, like huwa mnaji like ku practice kujitengeneza. For example mko na event fulani, waga like preparation yenu, mazoezi yenu na kuoga iko aje? vibe na kuoga iko aje? Before mwende kui event, mnajua tariki fulani tuko na event, so ile muda kujiprepare uwa mnajiprepare aje? mm -hmm. Kwanza kitu chenye watu wa wajuu, Babylone DJ's tuko na msiku, tunafanyaga mmoja museme ni tunafanyaga. Sasa ikitokea tuko na show mm -hmm. tuta perform same fulani wa mm -hmm. Tunafanya hata mara mbili, okay, tunaongezea Ajuh, tu perform vizuri zaidi. So, I, ma kuto kusikilizana cause I think kila mtu iko na style yake ya music. Okay, before kwanza tuende kwa wengine which kind of nani style music? Mimi kivyangu, ukiniangalia hivi unaweza ukaelewa kama ni kompole, ila nikishafika kwenye muda wa kazi sizari, hata hicho Kiingereza unachokiongea kama ungenizidi so oh. <laughs> <laughs> <So improve that, laughs> yes, okay. We tukushikilie kwa zile ma... wanaita nini hizi vitu za music. Afrobeat you know tukushikilie huko hata huko kwa afrobeat, naona kama haijakaa vizuri, naona kama iko chini yani. Kuchini, mimi unishikirie kama vile ama pia zile zote ziko chini kama vile singeri <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. <DJ Oze>. yeah. <laughs> bo, kitu kemi nianza kusema DJ, DJ mwanakamilika kusha kujua style zote. okay

Sawa, sasa tunde kwenye uchumi ya kipesa sasa. Okay, before tuingie kipesa zaidi, nitaka kujua nani huwa ana anaweka zile date, for example, anatafuta deals unaona kwa sababu hatuwezi sema kama watu wote ndo wanakujaga kuwatafuta wino Burundi yetu, so mtu anakuaga, anaweka ratiba, tunasema siku fulani ya mwenye anaangalia hizo det, anakuwa anawakumbusha ni nani katikati anahusika na hiyo kazi katikatiyemnyuni. Chifu ambayo iko hapa nyuma Chifu, hivi unaweza pita mbele watu wakuone, wajue chifu ni nani? Chifu ni nani? Uh, <laughs> okay. Nataka Sa kujua how mnakuwaga mnagawa pesa. How? hivi ni ule, for example ni event yasinyi tayari ni band group. Sasa mkuna event itaingiza for example milioni na DJ umoja DJs, Babylon DJs ndo inabidi apige, so huu hivi mtagawa na ni kati kwa kati ama mta privilege ule mtu ambaye alienda kupiga kwa hiyo event, uchumi wenu hapo mnakuwa mnaofanya aje? Mm. Bon tokana na ya uchumi, ni swali zuri zulu unauliza me. Ah, yote tungepende bakie kwa asiri kweli, ya ya bakie kwa asiri kwa sababu si ni familia na oh, sio kila kitu kitokea, kitu weza penda kitokea zarani me Mm -hmm. Umeniuliza swali nzuri sana. Ukizani. Yeah. Watu wanaona sisi tunatumika. Yeah. Sizani kama ile tunagombana. Okay. Kwa sababu tuna masikilizano tumchi yake na hakuna chekisha badilika kinaenda ni saame. So, mimi sijui what the meaning of DJ? Mtanizame. Mimi najua tu DJ, DJs. So what the meaning of DJs? DJ Oshe unazo tuambia. Yeah. Manake DJ. DJ ni kwa kifupi. Yeah. Kwa kirefu. So kuna nyimbo nyingi tukienda kwa event. So hivi ku katikati yenu kuna zile list, mnasema kwa Kifaransa unasema liste noire, inasema hizi eh, eh, nyimbo ziwezi zipiga hata ikue aje njum... siwezi siwezi siwezi siwezi ya mula tujibu <laughs> Kulezu, aje naemhatnabambae siwezi siwezi bon, sema kama hiyo mziki huko juu kwa sababu sisi wa DJ tuliumbwa kufurahisha watu uhum. Hatekwe ni ngoma wala mziki enyewe we DJ uipendi ne okay. Kama fani yako inaikubali hiyo ngoma lazima uipige bon, kivyangu mie napigav Labda stuskua matusi, mimi yote yeko sawa kupigika. Napiga. Okay, sawa. Tunaenda kwa DJ Nay. DJ Nay. For example mulienda kwa event sawa? Event wanasema itaisha saa mbili. Lakini vibe vibe vibe inakuwa , wewe tayari washa kulipa hadi saa mbili, naona jua hapa saa mbili inabidi mi nitoke sasa hivi naendelea hadi saa tatu saa nne au usiku hivi. Kweli utaweza kuambia watu wakulipe hizo pesa za juu, ama utasema kazi ni kazi? Uh, mimi kivyangu naweza nikasema niko undergroup. Sasa tushaelewana saa mbili, manake ukuelewana na mimi, nadhani kuna umeiona, sawa. Sasa kama mmeelewana naye kufika saa mbili Ikisha kuja kuwa kupanda saa tatu saa nne inapashwa, ni muulize kwanza, huko kwani wamekutaarifu kama hivi vitu vitafikisha huyu muda wote, alafu yake ni ruhusu kuendelelea, naendelelea ila kama hajani ruhusu, amenambia mpaka saa mbili, maanake hiyo saa mbili nawaambia, kama vitu vinaisha, kwa sababu mimi sina ruhusa geza muda, kati yeye ndo ameongea okay. Sasa amjawai hata kuchit kidogo, tuwe wa kweli, lakini amjawai kuchit. Unaona watu wako mvibe kweli, saa eneo DJ Pizza saa mbili sha eneo, nakwambia, anakuja na kufinyaka kitu kumkono, eh, hiyo haiwezi kosa. Jamani, mzambie ukweli, hiyo haiwezi kosa, hiyo uh haiwezi -huh. kosa ila yeah. mimi siwezi nikafanya hivyo uh -huh. kwa sababu okay. nimesha kwambia kuna uh -huh. anayefuatilia hayo mambo uh -huh. sasa mimi huku nitasema nini

Mbe, mbe mbe yeah. Bo, inatokana na vibe, ya, ya nipo. Okay. Yeah, inatoka. Okay. So, tunaenda kwa DJ Oshe. So, um, kukuwa DJ ukuna experience gani, imeshafanya miaka mingapi una experience DJ? Mm. Yeah. Mimi kwa DJ paka mnaniona hapa Mm. na miaka miaka minne Yeah. Yeah. Okay. Lakini nilikuwa sijatoka. Okay. Ile unapambana kwanza ujue venye yeah. Humu ndani mm -hmm. Sio unakuja kuja tu naingia hapana. Okay. Unapambana ujue hii ni nini, unafuatilia kila kitu, lakini kwa sijajulikana mm -hmm. Naweza kusema najulikana kama DJ Oshe. Okay. Mwaka wangu wa pili huo. Okay, yeah. mm -hmm. Okay, sawa tunaenda kwa Mula. Mula, uh, okay, watu wengi wanakujua, especially na mimi hapa nimekujua kama dancer.

wakapata jina jiche alkohola kabla ikaanza kutumika. Okay, so nataka kila mmoja swali, tuanze kwa nei. Mi nasema dream, like dream job since kuwa mtoto nilikuwa nawaza sema mi ndakuwa mtu gani in the future, kama ndakuwa football player, unaona, kama ndakuwa businessman, lakini maisha na kuleta kwenye mziki kuwa DJ. So yeah uh, mimi cha kwanza nilikuwa dancer nilikuwa naona kama maisha yangu yote ni kucheza, mm -hmm. hakuna kingine. ila nikaja kujikuta sina hiyo nguvu sana ya kuwa dancer juu nikuja kuta kuna wangine wako mzingine level zenye siwezi nikafikia, ila nikaja kugundua nyuma kama nina talent ya kuwa DJ kwa sababu eh, nilikuwa naanza, unaona DJ kwa kwanza unaanzaga ma anniversaire sijui ka diplome hapana, unapiga mashini msimu, kale ka bluetooth, unasikia kisu unagusa, unaona, eh, huyu ni sawa. Sasa nimeanza hivyo ilikuwa m 2017, ili ndio nimeanza hivyo. Jina langu kama DJ Ney m 2018, nilikuwa nishapata hilo jina kama DJ Ney, nikaanza kuwa natumika tumika, mama ba tofauti ya okay, kawaida kawaida mkarte nini mpaka wa leo mnaniona Mbabylon DJs. Yeah. Cool. Hey <laughs> so, <laughs> <laughs> DJ Oshe, ulikuwa naweza kuwa pasta? Ama mimi DJ Oshe angali ndogo, reve yake kubwa alikuwa nikuwa <laughs> <laughs> <laughs> Oh, football player. Yeah. Okay. Hiyo ilikuwa ni yangu sana kila mtu anajua. Yeah. Okay. Lakini kutokana gisi unajua gisi unana anakuwa mm, unaanza unaona realiti ya vitu vingi. Okay. unakuwa zaidi kiakili ya. Okay. Yeah. Okay. Meingia me mu DJ nikumbana me na na brother wangu hapa. Okay. Walinsaidia vitu vingi, wananambia, walinkonsee vitu vingi. Okay ananambia uko na talaa, jua nini, hivi vitu kama hivyo, mpaka leo unaniona niko pa Babylone DJs. Okay. Yeah. So mola na we. Pokoli, kabla ya kuwa dancer? Eh, kabla ya kuwa dancer. Yeah. Benzema kwa mpiga ngoma kwanza kanisani. Oh, okay. Nikakuwa dancer na napiga ngoma kanisani. Okay. Kakutana yote nikasimamisha nikakuja kujikuta naanguka ku DJ. Okay. Ni kawaida, mimi depuis zamani ndoto yangu tulikuwa maki ni kwa geto, kwa vitu vya muziki tu, nipatake jina. Okay. Ila sikujua ni wapi, kama ni mu dance, wala ni kupiga muziki, wala ni kuwa DJ. Okay. Ni bahati nzuri. Naona bahati ya mkia ku DJ. Okay. Na ndo maana watu wote hivi wanajua kama DJ hapo mola. Okay, so that's great. So tunaanza kumalizia. Nilitaka kujua project ambayo mko nayo as Babylon DJs mnatutayarishia nini? Mnaona tayari tunaingia sama. Tulitaka kujua nini mnatutayarishia, mm -hmm. Babylon DJs. Tumetayarisha vitu viwili uh-huh. Katika isama tuliona, tuezi achasama ipite na fan base yetu. Tunajua ni watu wanapenda sana vibe bombo. Tuko na event mbili okay. ya kwanza inaitwa Babylon Night okay ya pili inaitwa ikumbushe ikumbushe, kacha vibe inaitwa Kacha... vibes Kacha vibes <laughs> okay, okay. okay. okay. bon Babylon Night ni event ambayo naona ni kama ndio itakuwa inatutambulisha ulimwenguni Okay. Kwa sababu iko na surprise yenye watu, watu, watu tarajia. Oh, oh, Azee. Na DJ oh, <laughs> anatoka nje mtamona. Oh, really? Yeah. Yes, sir. Yeah. Okay. Na kingine na project tulikuwa tuko nayo ya mwaka ilikuwa ni kufanya manostop. Okay. Na nonstop ya kwanza tumeshaifanya ilikuwa okay. ya DJ Oshepo, mwana Big Dad yule mwenye ayupo yes. Okay. Na hiyo nonstop tuifanzia hapa hapa kwa Makuta Fashion. So, okay, so tunamaliza kipindi chetu, lakini hatuwezi maliza bila hamtatoa neno moja kwa mafans na wapi watawapata, mushia social media zenu karibu the uh, DJ DJ DJ Ney. DJs, mes peuples, ni DJ Akumula, DJ Oshie, DJ Ney, sisi ni Babylone DJ's tuepela kuambia wafani wetu watufuatilie kwenye mtandao Instagram, andika Babylone DJ YouTube, andika Babylone DJ, like comment na partage Sisi, wa kazi na nyie, ujua mambo tunao watarishia kumbe, mambo takuwa bien naweza nikasema kwa lugha yetu ya Kirundi kwa sababu yeah, wow, tuko kwenye wow, nchi okay. yetu ya Burundi mm. nagomba kumenyesha abafanzi bacu abakunzi bacu ba Babylon DJs Eh komoja kuma channel yacu ya YouTube mukagira subscribe, mukagira majeme mukagira na namakomante kuko izo komante zanye turazikeneye Eh turakoresha ntuzenya yacu ya Instagram ariyo Babylon DJs

na jewe DJ Ney ya urumva rero hari ibintu byinshi byiza kuri chano zacu duhurireho bless karibu cyane thank you so much and shout out to Kuta Fashion for hosting us for having that oh ya mwisho please guys eh are you guys bachelors mko ma single mko ma single guys kuna wanawake walinituma niulize jamani mko wa single tumpeze Okay, so thank you. Asanteni kwa kuja kwa Kish Vibes TV. Please umoja aseme subscribe kwa Kish Vibes TV. Yeah, kwa... Kish Vibes TV. Kish Vibes TV. Kish Vibes TV. Kish Vibes TV. Okay. <laughs> Tunamaliza Bon, bon class. Thank you. Bye.